Kumi na tano. Akifisha sentensi ifuatayo ili kuleta maana mbili tofauti. Mhadhiri alisema atawaita. Mhadhiri alisema koma, atawaita. Unafungia maneno ya msemaji Mhadhiri koma alisema atawaita. Mhadhiri alisema tawaita. Mhadhiri koma alisema atawaita. kumi na sita. Akifisha sentensi hii, Muteti alinunua riwaya ya Chozi la Heri akaisoma akaifurahia na kusema shukran sana. Muteti alinunua riwaya ya Chozi la Heri kwa herufi kubwa, akaisoma koma, akaifurahia na kusema koma, usemi halisi unaweka alama za mtajo, shukrani sana. kumi na saba. Nukta hutumiwa mwishoni mwa sentensi. Onyesha matumizi mengine matatu ya nukta. Kuandika maneno kwa kifupi, kwa mfano kama vile kanava. Kuandika tarehe, tarehe thelathini mwezi wa saba mwaka elfu mbili ishirini tatu. Kutenganisha shilingi na senti shilingi mia moja na senti hamsini. Kuonyesha nambari za desimali nne nne nukta tano saba kumi na nane. Eleza matumizi matatu ya kistari kifupi. Kwanza ni kuandika tarehe, tarehe ishirini na nne mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili ishirini na tano pili kuonyesha neno linaendelea katika mstari unayofuata. Musao aliandika isha. Kutenga silabi za neno m to ndo go o. kutenga neno na ufafanuzi wake. Kidaga, kidaga kikebe cha dovu kidaga kikebe cha ndovu. Tano, katika tarakimu kuonyesha mwanzo hadi mwisho. Aliishi Emali kuanzia mwaka wa elfu mbili na kumi hadi elfu mbili na ishirini. Sita, kuunga maneno mawili ili kuunda neno moja jamii lugha Saba, kuendeleza au kudumisha sauti katika visishi oye. kumi na tisa. Akifisha dhamira lengo tamthilia ya Kifo Kisimani ni kusuta uongozi mbaya. dhamira au lengo la tamthilia ya Kifo Kisumani ni kusuta uongozi mbaya. Kwa hivyo unaweka mshazari baada ya dhamira, na kumbuka unaanza kwa herufi kubwa na unakamilisha kwa kitoni au nukta. Dhamira, unaweka mshazari au lengo la tamthilia ya Kifo Kisimani kwa herufi kubwa, ni kitabu, na unaweka alama za usemi ni kusuta uongozi mbaya dhamira lengo, unaweka kwenye mabano la tamthilia ya Kifo Kisimani, unaweka alama za mtajo kule kwa sababu ni jina la kitabu, ni kusuta uongozi mbaya. ishirini. Akifisha kifungu kifuatacho: Lazima tume iwaajiri walimu kwani wanafunzi wa eneo hili wametaabika mno, alisema raia. Idadi kubwa ya wanafunzi inaendelea kufeli mitihani. Kwa hivyo, unaanza kufungua usemi, lazima tume iwaajiri walimu kwani wanafunzi wa eneo hili wametaabika mno, naweka koma na unafungia alisema raia, na pale alisema raia inakuwa herufi ndogo. Unaanza tena usemi idadi, hapo unapaswa kuwa idadi inaanza kwa herufi kubwa kwa sababu usemi halisi wakati wote unaanza kwa herufi kubwa. Idadi kubwa ya wanafunzi inaendelea kufeli mitihani, kitone na unafungia. ishirini na moja. Eleza matumizi ya kinyota katika sentensi ifuatayo. Mkate imeliwa na mtoto ni kuonyesha kosa la kisarufi. 22. Alama za mtajo hutumika kufungia maneno yaliyonukuliwa kutoka kwenye kitabu. Andika matumizi mengine matatu ya alama za mtajo. Kwanza ni kufungia maneno halisi ya msemaji. Mwalimu alisema, koma unafungia mkijiza, titi, mtafaulu, kitone na unafungia usemi. Kumbuka maneno au usemi halisi uanza kwa herufi kubwa wakati wote. Pili, kufungia neno la kigeni. Kesho nitakula modhokoi. Modhokoi ni jina ni neno la kigeni kwa sababu si la Kiswahili, unafungia kwa mtajo. Kufungia anwani: nimesoma riwaya ya Chozi la Heri mara tano. Unafungia Chozi la Heri, lazima iwe kwa herufi kubwa kwanza maneno yake, yaani ni herufi kubwa. Nne, kuonyesha neno lina maana nyingine na unayomaanisha, binamu kumaanisha mpenzi. Kwa hivyo binamu unafungia kwa mtajo. ishirini na tatu. Paradisi hutumiwa kufungia nambari au herufi katika orodha. Onyesha matumizi mengine matatu ya paradisi. Kwanza, kufungia maneno ya ufafanuzi. Yusuf unafungia mwanafunzi wa kidato cha tatu, yani umefafanua Yusuf yule wa mwanafunzi wa kidato cha tatu anacheza kandanda. Kitone kufungia visawe. Mount alinunua rununu kwenye mabano unaweka simu na kitone pale mwishoni. Tatu, kufungia maelekezo katika mazungumzo yaliyoandikwa. Harrison kwenye mabano.